Ni mwendelezo wa updates kuhusiana na sakata la kesi za mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Antiphas Lissu, na muda huu tunakusogezea hii ya moto sana juu ya kilichotokea leo mahakamani, wakati Lissu akisomewa wa maelezo ya awali yaani PH kwenye kesi ya kuchapisha taarifa za uongo, alivyopangua hoja za upande wa jamhuri Utashangaa, Lisu ni balaa. Hakikisha kwamba unasikiliza na kutazama hapa mpaka mwisho, ili usikie mtanange huu kati ya wakili wa serikali, Tundu Antipas Lissu na hakimu. Usiache kulike video hii na kushare video hii, ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa, wakili Tundu Antipas Lissu leo Jumatatu Mei 19 mwaka huu wa 2025 amesomewa rasmi maelezo ya awali kuhusiana na makosa matatu ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Akisoma makosa hayo mbele ya hakimu pamoja na mawakili wa upande wa utetezi, wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa amesema kosa la kwanza, mtuhumiwa anadaiwa kutamka kwamba wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka wa 2024 rais aliwatuma wasimamizi wa uchaguzi kuengua wagombea wa upinzani. Kuhusu kosa hilo, Lissu ambaye ni mkazi wa Tegeta jijini Dar es Salaam ameieleza mahakama kuwa hakubaliani na kosa hilo. Hata hivyo, amesema TAMISEMI ambayo ndio ilikuwa inasimamia uchaguzi huo iko chini ya ofisi ya rais, waziri mwenye dhamana ni mkwe wake, lakini pia wakurugenzi wa halmashauri na wasimamizi wengine wa uchaguzi ni wateule wa rais au wanafanya kazi chini ya ofisi ya rais. Imeelezwa kosa la pili ni mtuhumiwa kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube ya Jambo TV akieleza kuwa mapolisi wa nchi hii ni CCM na wamekuwa wakibeba vibegi vya kura feki ili kuisaidia CCM kwenye uchaguzi. Ambapo akijibu kuhusu hilo, Tundu Antipas Lissu amesema yeye hajawahi kuchapisha taarifa yoyote kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube, lakini amesema ushahidi wa kwamba polisi wa nchi hii wanatumika kuisaidia CCM upo wa kutosha. Kosa lingine lililosomwa mahakamani hapo ni kwamba Lissu anadaiwa kusema eh, kuwa majaji wote ni maccm na kwamba wamekuwa wakijipendekeza kwa, kwa rais ili wapate promotion za uteuzi. Akijibu kuhusu hilo Lissu amekataa kutenda kosa hilo, lakini amesema hata hivyo, upo ushahidi unaoonyesha watu mashuhuri nchini wakitoa kauli kama hizo, ikiwepo ripoti ya rasimu ya Warioba, hivyo hata kama yeye alisema haliwezi kuwa kosa la jinai. Katika mambo tisa aliyosomewa mahakamani hapo, Tundu Antipas Lissu amekubali maelezo ya jambo moja pekee linalohusu jina lake, cheo chake na anakoishi, lakini mengine yote amekataa, ambapo miongoni mwa alilokataa ni madai ya kwamba aliitisha mkutano Aprili 3 mwaka huu wa 2025 na kuzungumza mambo hayo. Katika hatua nyingine, Tundu Antipas Lissu ameieleza mahakama kuwa miongoni mwa jambo ambalo halijaelezwa kwenye hati ya mashtaka aliyosomewa ni pamoja na kwamba alikamatwa kinyume na taratibu Mbinga mkoani Ruvuma, akasafirishwa hadi Dar es Salaam, kulazwa kituo cha polisi cha Kati na baadaye kufikishwa mahakamani. Kwa ujumla, jamhuri inatarajiwa kuwa na mawakili 15 na vielelezo tisa na shauri hilo litaendelea tena Juni mbili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Na hivi ndivyo ambavyo Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, alivyopangua hoja za upande wa serikali, yaani hoja za wakili wa serikali mbele ya mheshimiwa hakimu pamoja na hadhara, lakini pia pamoja na mawakili wake balala. Tundu Antipas Lissu leo mahakamani Wakili wa serikali anazungumza: mshtakiwa alichapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube kwamba wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka wa 2024 rais aliwatuma wasimamizi wa uchaguzi kuengua wagombea wa upinzani . Hakimu anamuuliza Lissu, kweli si kweli? Lissu anajibu: mheshimiwa hakimu, rais ndio mwenye mamlaka ya kumteua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi waziri wa TAMISEMI mwenye mamlaka ya kusimamia serikali za mitaa. Kwa hiyo kusema hivyo si kosa. Wakili wa serikali anaendelea kwa kusema, mshtakiwa alisema majaji wa nchi hii hawatendi haki, wamekuwa na mambo ya kiccm. Hakimu anamuuliza tena Lissu, mshtakiwa, kweli si kweli? Lissu anajibu, hayo maneno yamesemwa na jaji wa Rioba na yameandikwa kwenye kitabu hiki. Lissu anakionyesha. Kwa hiyo sio maneno yangu. Wakili wa serikali anaendelea. Mshtakiwa alikamatwa na kushtakiwa kwa makosa matatu. Hakimu anamuuliza Lisu, kweli si kweli? Lisu anajibu, mheshimiwa hakimu, mimi nilikamatwa Mbinga na kusafirishwa usiku wa manane mpaka Dar es Salaam, kisha nikafikishwa mahakamani. Maelezo haya hayajatajwa hapa, kwa hiyo maelezo hayo siyo ya kweli. Hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati Tundu Antipasilisu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwa anasomewa maelezo ya awali yaani pH